Hello guys, wanafamilia wa DJ Moka Tz, kwa mara nyingine tena, leo nitakwenda kuelekeza jinsi ya kuinstall Virtual DJ namba nane kwenye simu bila kustakistaki hata kidogo. Ungana na mimi mwanzo mpaka mwisho ili ujionee maujuzi na mautundu kama haya Hii ni official kwa ajili ya watu ambao wanatumia simu yenye ramu kuanzia ramu nne kupanda juu. Kama simu yako ina ramu mbili, basi subiri video ifuatayo itakuja na hivyo vitu na kitu kama hiki. Lakini kama simu yako ina ramu nne kupanda juu, ramu nne sita nane kumi na mbili kuendelea, hii ndio video ambayo inawahusu. Bila kupoteza time tutaenda kuanza kuiseti. Sasa hapo, cha kwanza inachohitajika uwe na faili inaitwa za chiva, ili hapa zidi ya chiva hili. Baada ya kuwa na hilo faili, utalifungua kama hivi, itaingia kwenye faili la download, ndio huo download. Ndio umesha kutumia hivyo vitu vyote, hivyo vitu vyote ili kuvipata nitaacha namba zangu kwenye hii video, utanicheki WhatsApp nitakutumia vitu vyote japokuwa, vitakuwa kidogo na kagharama kidogo, lakini sio kubwa, ni hela tu ya bando kwa ajili ili tufike, si unaelewa? Naamini kwa mashabiki zangu wanaelewa, lakini kama ni mara yako ya kwanza kujiunga na mimi, basi pia vile vile sio kwamba nakutisha, unachangia tu hela ya bando, mara pengine muda huo pengine naweza kuwa sina hata bando. Kwa hiyo ndo kama hivyo, taacha namba zangu maana link nitaka niache chini ya description au kwenye comment hapa, ila kuna baadhi ya mambo hayajakaa sawa hapo. Kwa hiyo tusipoteze muda, tuende sawa. Taenda kufungua zako download, ndahuo tali zako zote zilizokutumia vitu vyote vilivyokutumia, unavihamisha kwenye faili lako la download nahakikisha unavitoa katika mfumo wa zipu, itaonekana kitu kama hiki hi, hii ndio video DJ yenyewe hii ambayo ndio hii hapa hii hapa, hii hii ndio video DJ ambao leo nitaenda kukuelekeza, hii yenye mbi hii hapa, yenye mbii ngapi? Yenye mbi 30 na hii elfu mbili na ishirini ishirini kuna hii ishirini na tano pia nayo nitakuelekeza , lakini hii ya ishirini na tano hii video yako itakuwa ijayo. Hii hii hapa video ijayo, hii ndo tutaendelea nayo, ile hapa ndo tutaendelea nayo. Baada ya hapo, kuna hapo nitakutumia, inaitwa exagia winlete, hii hapa winleta, hii winlete mleta 10.1 hii ndio utakayoitumia. Hii hii inakuwa na almost na MB kama sijakosea, ni MB 140, lakini kama simu yako itasumbua, kuna yenye MB 800, hiyo ndio itakuwa imejitosheleza kwa wale ambao wanatumia Pixel. Hii hapa haisumbui na kwa wale wa Samsung, lakini kuna wengine inaweza kusumbua, hii itabidi nimtumie ile kubwa yenye vision kubwa ile, hii hapa nitakwenda kuinstall mimi ya po ime, kwa sababu ipo, nitaniambia updated, nitaikubalia yes. Wewe kama haipo, itakwambia itakwambia, hapa itakuletea vitu kingine. Kwa hiyo mimi hapo, kwa sababu ipo, imeniambia ni update. Baada ya hapo, utai iopeni isha openi open, itakuwa haina kitu chochote. Mimi kwa sababu nishaitumia nisha install na Virtual DJ, si ndio? Ndio maana unaona hivyo. Kwa hiyo hapo, kinachofuata angalia kwa makini, kinachofuata hapo, utaachana hivi vitu vyote hivi, ambavyo hizi nilizonani, sikuchanganya hizi, hizi tuseme kama hazipo, lakini hapa zipo kutokana na mimi, vitu vyangu nimezifanyia mambo yangu hizo tutahadi nyingine utabonyeza alama ya jumlisha itakuletea kitu kama hicho. Utakuja hiyo option ya kwanza kabisa iliyoandikwa, option ya pili hii hapa, hii ina mambo mengi kidogo, hii iliyoandikwa screen hapo, utaiwekea hii ya chini mwisho kabisa, chewekea hiyo. Unakuja hapa chini tena hapo hapa hivi hapa utaiwekea audio, alafu utakuja tena hapa hivi fonts, hii utaijaza hii mpaka hapo. Shajaza mpaka hapo, utakuja mwisho kabisa huku kuna hii sehemu hii hapa utaiwekea tiki hii hapa, umeona? Hii utaiwekea tiki hiyo. Ukishaiwekea tiki hapo, utakubali. Kama simu yako lamu yake ni nne, ni kushauri iwekee windo kumi na moja. Kama simu yako lamu, lamu ni kubwa, hata windo seven inakubali, ila windo kumi na moja ndo itakaa vizuri. Baada ya hapo, utakubali okay. Kisha kubali oke okay. Kontena litaonekana kama hivi, hilo ambayo tumeliseti hili hapa hili hapa, kontena namba nne hilo hapo. Baada ya hapo tunalifungua. Baada ya hapo tu, baada ya hapo tunalifungua eh. Kabla ya kulifungua kuna kitu kingine cha kuongeza, unabonyeza kwenye hivi vinanii hapa hivi hapa ili tuongeze speed ya mounts. Afta kuja setting kwenye mounts hapo unaweza uikute huku huku chini huku wewe. Unaiongeza ili iwe kubwa mounts, naiwekea hapo, naibalanzia funakubali okay. Baada ya hapo tuta nani, tutafungua container letu. Container letu ni ile hapa container namba nne, tutaifungua, tutabonyeza hapo sehemu ya kuplay. tuonekana kama hivyo, umeona eh? Right. Ukitaka tukuze kiokijae unabonyeza kama unarudi nyuma huku monaku takuja ya maneno keyboard nini, nini nataka seijae hapo, nabonyeza hapa inaja. Baada ya kujaa, ndo kama hivyo, unabonyeza di download kama kawaida mara mbili natafuta nani, ntafuta ile video DJ yetu hii hapa, yenye MB arobainina 40 yenye MB thelathini na nane hii elfu mbili na ishirini Utai double click mara mbili, utakuletea hapo, utai next then utaikubali hapa, afu ta next. Ya baada ya hapo itakwambia launch taikubalia itafunguka, kama hivyo. Shafunguka hivyo, utabonyeza hapa juu, hapa hapa hivi, taiwekea kwenye pro, itakuwa kama hivyo. Unabonyeza hapo, unabonyeza hapo, afo nakuja hii sehemu. Ili kupata nyimbo, nakuja hii sehemu hapa hii music hapa, local music unaibonyeza tu mara moja. Hii afu unakuja hapa desktop, mara moja unakuja, my doc, my document, my computer, so na my computer afu d download music yako itakuja kama hivyo, hiyo hapo, naisikia sahivi. Sasa hivi haisumbui ya na, nitakwenda kukuonyesha jinsi ya kuscratch, jinsi ya kuscratch, jinsi ya kuscratch ni shoti tu hapa kuna kitu fulani hapa mi cha kuweka jinsi ya kuskratchi ntakuenda kukuonyesha tabonyeza zangu hapa kwenye unabonyeza jinsi ya kuskratchi hapo nanasiliko ime nani hivi kwa nimeitoa utakubali hapa yes afu baada ya hapo itakuletea huko na unakuja hapa, video DJ unaikubalia hapa. Sore huko na shida kidogo, tunaikansel tunaiplay, upi ili ikae sawa. Baada ya hapo, tunaifungua uifungua, kama kawaida, unaidouble click tunaikuza iwe kubwa, labda nyimbo wenyewe nii hapa, nataka tuitumie hiyo. Unakuja hapa setting na nakuja controller, naiwekea hapa juu kwenye keyboard, hapo naiwekea hapo. Sasa hapa kuna kitu nitakutumia hapa ili kitu kikae sawa baadaye hapo tayari isha kuja. Kuna kitu nitakutumia mapping, nitakutumia hapo. Si sema kwenye hiyo mapping, lazima utalipia kidogo chochote kitu, lakini sio gharama sana. Baada hapo utabonyeza huku, utabonyeza hii option hii, chankuonyeshe option hii hapa kibonyeza utabonyeza hapa, utakubali hii hapa, utakubali ok, utakuja kibodi kama hizo. Umeona ukibonyeza, si ukibonyeza b, nkija nkabonyeza k hivyo yaani, hii ni ufundi wako, ni wewe mwenyewe vitu vikali. Ni sitaki video hiyo ndefu sana, ndo hivyo video nyingine itakuja, vitu vingi vingi sana utaviona.